Jarida la RN kutoka nchini Urusi limechapisha taarifa ambayo inafahamisha kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin, akimfahamisha kwamba, aidha, akimpa ujumbe aufikishe nchini Irani kwa viongozi wa Irani, ujumbe ambao rais wa Urusi Vladimir Putin amefahamisha kwamba waziri mkuu wa Israel amempa ujumbe huo, ujumbe ambao unataja kuwa Israel Aina haja ya uhasama na jambo ambalo Israeli inahitaji kati ya Israeli na Irani ni mazungumzo na kutatua mgogoro uliopo kati ya Israeli na Irani kwa njia ya diplomasia. Kitendo hiki wataalamu wa wa masuala ya kimkakati wanafahamisha kwamba kwa nini waziri mkuu wa Israeli asiwasiliani na viongozi wa Irani kama vile Ali Khamenei na viongozi wengine kuweza kuzungumza suala hili, bali ameona njia rahisi ni kuongea na rais wa Urusi ili rais wa Urusi Putin aweze kufikisha ujumbe huo nchini Irani. Wengine wanafahamisha kwamba ni tahadhari ambayo Israeli imetoa kwa Irani kupitia Urusi, wakati ambapo mashambulizi huenda yakaanza kwa mara nyingine dhidi ya Irani baada ya kumaliza kwa muda mgogoro uliokuwepo kati yake na Hamas. Kwa sasa huenda silaha zikahamishwa Irani kwa kuwa Irani kwa sasa inataja kwamba imepoteza ushawishi wake katika ukanda wa mashariki ya kati kutokana na kudhoofishwa kwa kundi la Hamas ambalo lilikuwa likifadhiliwa na Irani, kudhoofishwa pia kwa kundi la Hezbollah nchini Lebanon, na kuwawa kwa kiongozi wa kundi hilo Hassan Nasrallah na nchini Syria Rais Asadi kuweza kukimbia madaraka na rais mwingine kuchukua madaraka, rais ambaye anaonekana kuwa na ushirikiano na mataifa ya magharibi ikiwemo washirika wa moja kwa moja na Israel. Hivyo basi imeonekana ya kwamba Irani kwa sasa washirika wake wa moja kwa moja katika ukanda wa mashariki ya kati wamedhoofishwa kwa kiasi kikubwa. Hivyo basi ujumbe huu kupitia kwa Rais Putin ni tahadhari moja kwa moja kwa Irani. Unadhani Israeli inaweza kukinukisha kwa mara nyingine dhidi ya Irani, ukizingatia kwamba mapigano yaliyotokea katika miezi iliyopita matokeo yake hayakuwa ya kutarajiwa, hadi Marekani ililazimika kuingilia moja kwa moja?